Kwa miaka sita sasa amekuwa mbele ya kamera. The young girl was shot dead. mwanahabari kutoka idhaa ya taifa KBC Naisula Lesuuda in, in of, uh, of lakini leo mambo yamebadilika, hayupo tena katika nafasi aliyoichukua. Bado yuko mbele ya kamera, lakini sasa kwa wadhifa tofauti kabisa. Si mwanahabari tena, bali yeye ndiye habari. Mheshimiwa Naisula Lesuuda ambaye kuanzia jana jioni jina lake lilikuwa katika orodha ya walioteuliwa kama maseneta maalum na muungano wa Jubilii na tayari ameanza kazi hii leo akikutana na wajumbe kutoka chama tawala katika nchi ya Burundi ambao walifika kubuni muungano wa kufanya kazi na muungano wa Jubilii. Sikuwa na simama kwa hivyo, kutarajia ati bado utaitwa mheshimiwa, ukuenda kwa uchaguzi, na huku hata uko na mawazo ya kwamba utaenda, utaenda kwa uchaguzi 2013 watu wakikwambia saa hizi wewe ni mheshimiwa, ni ngumu sana ku, kuamini na natarajia nitaamini siku ile ambayo nitakuwa nimeapishwa na nimeingia hiyo bunge, lakini kwa sasa nikushukuru tu Mungu. Kwa Lesuuda na hata jamii yake hakuwahi dhani kuwa angeingia katika ulingo wa kisiasa. Mwito wake ulikuwa kazi ya wanahabari kubadilisha maisha ya wa Wakenya kupitia kwa habari alizotoa. Asichokijua alipoanza kazi hiyo ni kwamba angetaka kufanya mengi zaidi. Na wakati mwingi nilikuwa ninapatiwa kufanya kazi ya mahali ninatoka Samburu ama Pokot ama natumwa Isiolo, na nikiendelea na kazi yangu Nika, na nikaona ile matarajio watu wako nayo ni zaidi tu ya kufanya stories. Kila kitu kifanyika, wananipigia simu, wananiambia fanya hii, tusaidie hivi, lakini nikajiuliza nini kingine zaidi ninaweza fanya. Huu ndio ulikuwa mwanzo wa miradi yake ya kueneza amani kutoka kwenye jamii ya Samburu. Kwa Lesuuda mwenye umri wa miaka ishirini na minane, alikuwa akisikia kuhusu visa vya wizi wa mifugo na mamia watu kufariki, hivyo habari alizokuwa kitoa zilimgusa yeye binafsi. Yani unashindwa kufanya kazi yako kama journalist. Na nilikuwa naambiwa sasa, wewe utaamua kama utakuwa uh, utakuwa mwanahabari ama utaenda kukua activist because, uh, it, it's it's not normal for me sikuona kama ni normal that kama mwanahabari i can just go and cover 40 people dead yani and in my own country it, it was not business as usual and most of them being women and children unakuta watoto wamejifunika hivi you know na wamepigwa risasi ni kama kichungi you know and you're like what has happened to us what has happened to us as human beings in this country na kile ambacho kilimguza zaidi ni ya kwamba nikakuja nikafanya hizo stories uh, we had it headlines for one day two days and nothing happened. Nikajua tusipoamka wachache wetu, this will continue for a very long time na it, somebody has to take that as a responsibility, otherwise it will just be a news, news item miradi hiyo ya amani ikaanza, akizuru maeneo yaliyoathirika pakubwa Samburu, Kuria, Pokot, Turkana na hata Tana River. Kwa mara nyingi asiweze kustahimili uovu aliokuwa akishuhudia. Some of my lowest moments ni wakati I was in, in a village na unaona lives just you know, just lost and people killed and dead. So na kulingana na Lesuuda huenda kuhusika kwake katika miradi hii ndio sababu aliteuliwa na chama cha TNA. Nilikuwa nalilia vijana kwa sababu they are at their peak, mali mahali ambapo saizo ndio maisha yao inaanza, lakini kila wakati maisha inapotezwa ina at that prime time, kwa hivyo tuko tu na wazee ama watoto wachanga sana. Anakiri hata hivyo kwamba imekuwa safari yenye changamoto kuu akiwa mwanamke mchanga Nimeheshimiwa sasa. Hata hivyo na mwito wake kwa vijana na hoji ndio ataupa kipaumbele mara tu atakapoapishwa kuanza kazi ya useneta. Sababu um, saa hizi sijateuliwa kama mtu wa kufanyia wasamburu kazi ama jamii tu ya wa wafugaji, lakini nimeteuliwa kufanya kazi kwa nchi ya Kenya, na hiyo ni responsibility kubwa sana. Esther Kahumbi, Citizen Nipashe.